Jamii ya wakaazi wa Mikindani hususan wasichana na kinamama walipata fursa ya kuhudhuria maonyesho ya bure ya maskani yaliyofanyika katika shule ya msingi ya Mikindani, eneo bunge la Jomvu. Maonyesho hayo yalikuwa yameandaliwa na mashirika mawili ikiwemo Heinrich Ball inayosaidia vijana katika masuala ya sanaa na vipaji, na shirika lingine ikiwemo ni Usikimi Creative Garage ambalo linasimamia dhulma za kijinsia, mateso na mauaji ya wanawake Lengo na madhumuni ya maonyesho haya ni kueneza ufahamu kwa wasichana na kinamama kutokana na dhulma na mauaji yanayowakumba wao katika jamii na jinsi ya kukabiliana nayo endapo kakumbana nayo ama hata kama kuna dalili zozote huenda kakumbana nazo mbeleni, wao kama wao ama mtu wao wa karibu. Wasimamizi wa maonyesho hayo wanasema kuwa mauaji wanawake ya wanawake yamekithiri sana nchini na hufanyika sana katika majumba yao.

Maonyesho haya yaliyohudhuriwa na mwanzilishi wa Swahili Pot Mahmud Nur ambaye alishabikiana na nao kwa kuwepo kwa visa hivi kwa wingi sana, na kusema endapo mtoto wa jinsia ya kike atapewa nafasi ya kusoma na kupewa ajira ataweza kuepuka dhuluma hizi. Jamii vilevile imehimizwa kushirikiana kwa pamoja ili kuweza kukabiliana na janga hili, huku jinsia ya kiume ikipewa kipaumbele na kuwa inahitajika sana kukamilisha jambo hili. Uh, huwa mimi nasema ni vizuri to address the root causes, na one of the way kuaddress root causes za femicide ni kumpatia nguvu mtoto wa kike. Kumpatia nguvu mtoto wa kike ni kumpa masomo, kumpatia njia ya kujikimu kimaisha, because when you earn, when you have a good job, when you are doing business, huyu mwanaume atakurespect na wewe, at the same time kutumiwa itakuwa ngumu. Siku zote tunatumiwa vizuri vibaya kwa sababu hatuna, yani, ukiamka hujui, leo lunch ntakula nini? Haujui, huyu mtoto wangu nitampatia nini? So in the process ni rahisi wewe kutumika vibaya. So for us to assist and help huyu mtoto wa kike ni muhimu tumpe nguvu. This is a community thing, that's what I'm saying. It is not about women, it's about the community, we all need to come together

Licha ya kukithiri kwa visa hivi sehemu mbalimbali mbali nchini ikiwemo Nairobi, Nakuru, Kakamega na Busia, Mombasa haijaachwa nyuma, kwani wasimamizi hawa wametaja Likoni na Mvita kuwa na visa kama hivi vya dhuluma za kijinsia na changamoto zake kama mazishi ya haraka ambayo hayawapi muda mwafaka wa kufanya uchunguzi na utafiti wa kesi hizo. Changamoto kubwa ambayo naona kama sauti ya wanawake, wakati tunapata watoto na kina mama na vijana ambao wamedhulumika hawapati sana um, service ya mental health care ama psychosocial support, ile ambayo wanapata hospitalini haiwasaidii sana kutoka katika ile hali ya kudhulumika told us about a case that happened in Likoni nobody even knows the woman alikata katwa akapatikana kwenye paper bags like even in Mombasa one of the challenges we found out is somebody is killed, they are buried the same day so kesi hata zifiki kotini so even there is no proper documentation or data na katika hizi kesi za dhuluma za kijinsia kwa sasa tunaonelea Mombasa kwamba uh, kesi bado zinatendeka za dhuluma za kijinsia uh, kesi za sodomi pia zime zimekita sana katika especially area ya Mvita na Likoni, kwa sababu ya makundi ya vijana ambao wanaletwa pamoja, lakini wanadhulumika. Ufuatiliaji wa kesi hizi na kucheleweshwa kwa hukumu zake pia ni baadhi ya changamoto ambazo wamekabiliana nazo wataalamu hawa, licha ya kuwa mahakama imejaribu sana kusawazisha uzito huo. Tunaweza sema kumekuwa na improvement ama kumekuwa na improvement kwa sababu kesi, hata kwa ile ambayo sauti imefanya kwa miezi sita, kesi imeisha kitambo. Tulikuwa tunachukua hata miaka tano, miaka saba, lakini sahii tunaweza sema judiciary imeanza ku, kupeleka upesi kesi za dhuluma za kijinsia na kwa sababu pia Shanzu Coast kwa sababu ya mambo ya advocacy na mashirika kuliweza kuwekwa pia Shanzu Coast ambayo inasimamia mambo ya SGBV. Kwa hivyo tunaweza enda, tunaweza kuwa tumeenda hospitalini wakapata maybe one session ama session nyingine, lakini hiyo inafaa kuwa safari ndefu kwa sababu wadhulumiwa wa wanapona kwa njia tofauti tofauti katika jamii na wakati pia tumeenda pale judiciary kufuatilizia kesi kwa sababu tunafanya tunash, tunashikana na ODPP na pia tunafuatilizia kesi pale, uh, kotini. Hilo jambo la psychosocial support linajitokeza kwa sababu kesi haziishi kwa muda mfupi. Mashirika haya yanasema wameazimia sana kuingia mashinani zaidi, endapo watapata ufadhili wa kutosha, kwani bado wanahisi kuna watu hawajafikiwa kwa kiukamilifu jinsi tunaweza maliza hizo kesi za dhulma za kijinsia kwanza ni hamasisho kwa community na kuensure kwamba mama ama mtu mwenye anaenda kupiga ripoti pia anahakikishiwa usalama, ili polisi akipigiwa ripoti isije hiyo habari ikatoka nje, huyu mwenye ameripoti akaogopa ama akaweza kupewa uoga fulani. Tutaweza kuingia katika mashinani bali popote ambapo tumeenda wanaomba the same thing wanasema can can you you not just here in town can you go uko inside the uko mashinani ndani uko kwa grassroots because there are the people who also need to see and most of them may not have been able to be able to to be see for the few times so we are hopeful that we'll still use it as an advocacy tool kuingia uko kwenye mashinani we have the same conversations with them